Habari msikilizaji na mtazamaji wa YouTube channel ya Mtambala TV, hapa nataka niwaelekeze kitu kimoja kidogo katika kurekebisha cherehani. Kuna wakati ile kwa cherehani yako ukiweka uzi na weka, unakuta hiki hapa kinafumuka. Eh, hii e, sehemu ambayo kazi yake ni kukaza uzi ili unavyoenda kushona kule usijue kaweka matuta hasa, unakuta ukiweka tu mara kinafumuka, kinadondoka, kinatoka, kinakuwa hakijashika vizuri. Naweza karudishia, alafu ikawa bado vile vile. Sasa hapa kuna namna moja ya kuweka kwa, unatoa vyote, unafungua kila kitu, unaweka pembeni, alafu unaanza kupanga kama hivyo. Unaona hapo ninavyochomeka, nachomeka kwa shida. Hiyo kimsumari chake hapa kuna nati moja ambayo imefungwa hapa. Nitakachokifanya nitaifungua hii nati hii hapa, naifungua kidogo, alafu nikishaifungua kitaingia tu kirahisi hisi. Kwa hiyo nikisha nikishafungua hapo, nikishakiingiza, tayari kirahisi hisi kimeshaingia, nafunga na narudishia na nikishamaliza hilo zoezi, sasa naanza mpangilio sawa. Vyuma vyangu vile ambavyo vinatoka hivi vyuma hapa naanza kuvipanga. Cha hapo ni cha kuweka tu hapo, afu leo kufungiwa nati kwa ajili ya kuifanya isicheze cheze. Sasa nitaanza kuweka chuma kipi? Kuna chuma ambacho chenyewe kijakaa kama kisahani, kimekaa kama kisahani fulani ambacho kina mapengo pembeni au mapembe pembe kama kama mapembe yametoka. Natumia lugha rahisi, ili uweze kuelewa, sitatumia lugha za za kiufundi zaidi, kwa sehemu ambazo kama zime kama kimepinda pembeni, afu kuna lock hapa, unakichomeka hivi, unaona hapa kwenye lock ile hapo, lazima kiendane na hiyo lock hapo ile hapo. Ukishakiweka hivyo basi, unaanza kupanga na hivi vingine sasa. Hapo hivi ni visahani kama visahani, unaanza cha kwanza unageuzia kwa chini, cha pili unageuzia juu Eh, inakuwa ina muonekano kama huu. Ukiona inakusumbua, basi unaweza, kama hujaelewa hapa, unaweza ukaamua ukaviweka kwa pamoja. Utaviwekaje? Basi unavichukua hivi visahani vikiwa peke yake pembeni, alafu unavi unaviweka vinageukiana, kwamba hiki kimegeukia kule hiki kimegeukia kule, alafu unavichomeka kwa pamoja. Ukishavichomeka hapo, basi unachukua hiki sahani kama kisufuria hiki, unakiweka kwenye kwenye hiyo sehemu unakuja ukimaliza hapo, unachukua spring yake, ule msumari ambao nilichomeka katikati, kama umekatwa hivi. Kwa hiyo lazima ufuatanishe msumari jinsi ulivyo. Kwa hiyo unaweka hicho cha kwanza na hicho cha pili nacho, na unaweka kisha weka spring. Ukishaweka hivyo, unakuta kitu chako kinakaa vizuri. Mara baada ya kuweka hapo, utafunga hii nati yake ya huku nje, ambayo sasa ndio itakuwa ya kukazia, kwamba uzi unakuja taratibu sana, unapunguza sasa mara baada ya kufanya hivyo kuna sehemu ambayo inatakiwa uifungie nati yake. Uenda kama ilipotea umeununulia nyingine au kama ilikowepo uikaze vizuri. Hii sehemu hii ni lazima ufunge nati uikaze vizuri ili kisichezecheze hata wakati unaposhona kisiweze kufumuka kikadondoka. Kwa hiyo kishafanya hivyo tu basi unakuta hiki kifaa chako kimeshakaa vizuri kabisa hata kitikisiki wala nini. Kwa hiyo kishamaliza hapo, Safi tu unakuwa una, una ziada tena. Hapo ni kwenda tu kwenye cherehani yako na kwenda kukipachika, inakuwa kishaka sawa. Unaona kama hapo anavyofanya, kishaka sawa vizuri kabisa hapo. Mbaki tu nikiweke hapo sasa, kwenye cherehani yangu ni niweze kuendelea na kazi zangu. Kishaweka hapo, natunga uzi wangu vizuri, hakiwezi kunisumbua tena. Nishakikaza, kimesha kaa sawa. kutufuatilia Mtambala TV uweze kubarikiwa na mafundisho mengi sana.